Mange Kimambi ameamua kuingilia kati sakata zima la mzozo ambao umekuwa ukiendelea kati ya Ibra na management yake. Pia vile vile, tukisema management tunamlenga moja kwa moja eh, CEO wa record label ya Konde Music Worldwide. Hapa tunamzungumzia Harmonize Konde Boy. So Mange Kimambi amekuja kuzungumzia hiyo inshu na kupitia kwa ukurasa wake wa Instagram amepost picha ikiwa, eh, namuonyesha Ibra na Harmonize, then akaandika kwamba eh, kwa vile mmeomba kwa vile mmeomba sana niseme kitu, huyu dogo sijui what is what his plan is, yani ajui malengo yake ni nini, ila angerudi nyuma aangalie Harmonize alivyokuwa kipindi kile anataka kutoka WCB. Harmonize hakuchambana na Diamond mpaka alipo, alipompa zile milioni mia sita ndiyo alipoanza kulalamika publicly eh, na kumchamba Diamond. kabla ya kuwa na hiyo hela hakumchamba bosi wake. Sasa, huyu dogo, ana vimba, anavimba pesa bado hana ya kulipa kwa, eh, kwa mineno aliyomtolea Konde jana, sidhani kama atasamehewa chochote kwenye hiyo, kwenye sidhani kama atasamehewa chochote kwenye hiyo hela. I know for a fact kwamba ingekuwa ni mimi ungenipa uh, uh, ungekuwa ni mimi umenipaka mavi vile. I say utalipa every cent on that contract. Yani kwamba ingekuwa yeye Mange ndo angeona kile, kile, kile alichokifanya Ibra kwa Harmonize, kingemkuta yeye Mange, anadai kwamba angehakikisha huyu kijana analipa kila sumni katika huo mkataba. Umeona, yani hapa point yake Mange ni kwamba eh, huyu Ibra amefanya makosa makubwa sana kumchamba au kumsema vyovyote vile. Kwa ubaya Harmonize, ilhali kwamba bado hajalipa hata sumni. Anadaiwa, hajalipa, hakuna solution lolote, yeye anaanza kumsema vibaya. Ilitakiwa asubiri kwa sababu hata ukiangalia Harmonize naye pia alivyomalizana na Diamond ndio akaanza kusema vibaya. Kwa sababu vinginevyo Diamond akifanya figisu yoyote ile Harmonize asingepata haki zake miliki kuhusiana na contract ambayo alikuwa anataka ku-terminate pale WCB. Sasa Ibra yeye kuanza kumsema vibaya Harmonize, kutoboa siri na nini na kumpaka, eh, kumchafua, eh, kitu ambacho kinaweza kikamvuruga Harmonize akamaindi na akahakikisha kwamba kweli dogo hufanyi chochote mpaka unipe bilioni moja, umeelewa bwana? Kitu ambacho ni mtiti . Sasa basi eh, kuna hapa wakaendelea kuandika hapa. Mange Kimambi akaendelea kusema kwamba watu wa, watu waongee na huyu dogo asivimbe, asivimbe sana mpaka atakapopata solution ya hilo tatizo lake ndio aanze kuchambana na Harmonize. kuhusu Diamond kuingilia, huwezi kumlaumu yeye, pia hamo alisumbua, yeye pia hamo alimsumbua. I'm sure, eh, amefurahi. Kaona kwamba Ibrah naye pia anamsumbua. Mimi mwenyewe ningekuwa Diamond ningecheka mpaka nidondoke chini. Sasa kwani yeye akae, kwa nini yeye akae kinyonge? Nilichoshangaa ni baada ya Harmonize kumjibu E, kumjibu machawa ndio wanao wanaomjibia. Hapana, bosi wenu kaamua kuingia kwenye bifu basi apambane mwenyewe. Umeona, yani kwamba anasema kwamba Diamondi ameingilia ili bifu, Harmonize amemjibu, alafu Diamondi amenyamaza kimya, machawa wake ndo anamjibia. Sasa inatakiwa Diamondi mwenyewe apambane kwa sababu yeye ndio ame amechokonoa ame, ame, ame, ame hili bifu alafu akasema kwamba na wewe pia Baba Levo, huyo Makonde unamjua, una mdomo mrefu alafu ukidundwa, eh, unakuwa kama mwana, unakuwa kama demu unakimbilia polisi badala ya upambane kiume. Mtoto wa kiume aliyekamilika unapigwaje na mono mwenzio alafu unakimbilia polisi badala ya uzichape? Limwili likubwa for nothing unapigwa na mtu mfupi mpaka unakimbilia polisi. Kenzo na kieno tu wanajua kwamba rules za humu ndani, ukipigwa shule kabla ya kwenda kuripoti lazima uzichape kwanza, ndio ukaseme kuwa ilikuwa self defense. Ndani kwetu ni mwiko eh, kupigwa alafu unasimama eh, alafu unasimama unasubiria eti uende ukashtaki, yani wanangu, wanangu wote wanajua kwamba you never start it, you never start it, but always finish it. Yaani, bora ushindwe ngumi shule, ila sio upigwe usubirie kwenda kushitaki. Wameandika hivyo e. Kwa hiyo watu wote hata watoto wenzao huko shuleni wanawajua wanangu, huwezi ukawachezea akarudi sasa kwenye, sende, kwenye situation ya Ibra akasema kwamba Ibra, siku ukitaka kufunguka ni cheki dada yako tutakulipa vizuri tu ili ufunguke, utoe yote ya moyoni, utuambie vizuri Ulivyoitwa chumbani ulijibu nini? Hii ishu ina, inanipa wasiwasi, au labda konde anavyo anavyo chati na, <laughs> na zuma udaku eh, akamtia dish. Labda, aliku, labda alikuwa anajua ni wa kiume mm, ameandika hivyo. Haya, akaendelea hapa kusema kwamba by the way issue ya mzenji ni kweli, hii ni chati yangu na mbea mmoja alikuja kunipa stori eh, ya private jeti iliyolipwa li, ni vile sikuwahi tu, na pia vile vile eh, alikuwa hajui kaandika kitu kieleweke, nikapotezea story, so Mange amekuja kuzungumzia hiyo issue. Umeona bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram publicly amekuja kuzungumza kuhusiana na hilo swala, so ukirudi kwenye pointi So hapa wadau, bwana wamekuja kuweka maoni yao hapa hapa katika comment section. Huyu hapa anasema kwamba bwana, labda Hamo, alikuwa na nia nzuri tu, alimwita, alimwita dogo chumbani amwonyeshe sufuria lake jipya la plastiki. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, shida ni kwamba Ibra, kinachomponza ni mdomo, anatafuta huruma bila ya kuwaza mkataba una vifungu gani, sio kuanza eh, kutafuta huruma kwa watu. Watu wenyewe sasa wanamchora tu na kumjaza kichwa Eh, nje ya mada please, sikuwepo. Huyo mzenji ndio nani na ilikuwaje? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu hapa amekuja amesema kwamba bwana sasa kumekucha. Kwa mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Mange, na wewe pia unampendelea sana mmakonde bwana amwache eh, mtoto wa watu. Alafu sa kwa nini kwani si Ulisha, ulisha tuambia kwamba jeti walichanga kwenye app. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, Mangi akaja akamjibu huyu mtu akaandika kwamba hebu kuwa fair na wewe pia hivi, Harmonize angemtolea Diamond maneno kama ya Ibra, aliyomtolea aliyomtolea Harmonize jana, before their final contract ya kulipa milioni mia sita, na hamo kumkabidhi hiyo hela, unadhani kwamba Diamond angemalizana naye angemalizana naye akamwacha? Hmm, akamwacha asepe, au fanya kwamba ni wewe pia unamdai mtu bilioni moja eh, kwenye contract then anakupaka mavi vile, wewe ungemsamehe chochote? Unadhani kwani Harmonize hakumtukana ha, haku Diamond mwanzoni akamsubiria kwanza. Unadhani kwa nini Harmonize ya kumtukana Diamond mwanzoni, akamsubiria mpaka alivomlipa, walivyomalizana e, ndio akaanza kumsuuza e, na vichambo. Huyu dogo kwa nini hana ujanja huo? Wewe mtu anakusi, wewe mtu anashikilia future yako e, kaishikilia ajira mikononi mwako mikononi mwake ameshikilia ajira yako mikononi mwake, why usijifanye mjinga mpaka utoke kwenye mpaka utoke kwenye mkataba ndio mtukane. Kuna mtu huyo, Mange amekuja kujibu hivyo, kwamba yeye kwa upande wake anaona kwamba Ibra, kutumia ujanja na kutumia ujanja ni wala busara, kwamba ilibidi asubiri kwamba amalizane na Harmonize, alafu ndo anze azungumze mabaya ya Harmonize naona lakini, sasa hivi hapa amejichanganya, ametukana mamba kabla hajavuka mto. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.